Karibu tena mtazamaji, tuelekee kwake mwandishi wetu Shiti Abai, ambapo anatuambia viongozi na wakazi wa kaunti ya Pokoti Magharibi wameitaka serikali ya kitaifa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha watoto wao wanapata elimu bila vizingiti. Wanasema hali ngumu ya maisha, ukosefu wa karo na umbali wa shule umewafanya wengi kukatiza masomo yao. Katika hafla ya kutoa ufadhili wa karo hazina ya CDF Kapenguria, Shilingi milioni sitini na tano zilitolewa kusaidia wanafunzi wasiojiweza. Ufadhili huu unalenga kupunguza mzigo kwa wazazi na kuwapa fursa watoto kusalia shuleni, viongozi waliokuwepo wakisisitiza kuwa elimu ni haki ya kila mtoto, si zawadi na kwamba hakuna mtoto anayepaswa kufungiwa nje kwa sababu ya umaskini. Uh, serikali kwa kupatia hiyo nafasi, hata wakati huu wengine walitaka, jaribu tukate cdf nini, raia walisimama wima. Kwa sababu wanajua faida yake, maana mna mulishaambiwa, wakati nilikuwa gavana mwaka tano, nilihakikisha watoto wote wanapata elfu ishirini kila mtoto wale wa boarding, alafu wale wa day elfu kumi kila mtoto ndio watu wasome, mambo mengine yote yafuate baada ya education kufaulu. Wakazi wanasema jamii ya Wapokot sasa imeanza kuacha baadhi ya mila zilizopitwa na wakati kama ndoa za mapema, na wanapigania elimu kama njia ya kubadilisha jamii yao. Tuliwacwa Wapokot, sasa wameanza kusoma kupata elimu, ndo watoto wengi wanaingelegee shule. Kwa hivyo tukaomba serikali waleta affirmative action kwa kaunti ile marginalized. ngombe yetu iliibwa kwenda kule nini upande wa Sebei Uganda, lakini watu hawako ni wacha, walisimama na mimi. Mtu mmoja hata mama nakuja na mia moja na mwingine anakuja na hata, hata 50 mpaka nikasoma mpaka mali niko kwa hivyo, lazima tushike mwingine na kukusa maisha ya mwingine. Wamesisitiza kuwa bila kuwekeza kwenye elimu, juhudi za maendeleo zitasalia ndoto hewa. Sisi tumesema kwamba kwa sababu tunadhamini elimu ya watoto wetu ndio tumesema kwamba Kabla hatujaanza ujenzi ya madarasa, malaboratori, madometri, wacha kwanza tutoe basari, watoto warudi shule, wasome. Wanaona ya kwamba eh, watasaidika eh, kupitia hii basari ya Kapenguria constituency. Na isitoshe pia tumeangalia na kufungua classrooms eh, 23. ambayo yamejengwa kupitia CDF. Mwamko wa elimu katika kaunti ya Pokot Magharibi unazidi kuota mizizi, lakini ili ndoto hii itimie usaidizi wa kweli kutoka kwa serikali na wadau wa elimu ni lazima. Maono ya jamii hii yako wazi, wanataka vitabu badala ya silaha na kalamu badala ya mateka ya umaskini. Viongozi hawa wanasema kwamba njia pekee ya kusisimua eneo hili kimaendeleo na kiuchumi ni kupitia elimu. Collins Shitiabai, Runinga ya bye, Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.